Mara ya mwisho umetumia bidhaa ya Wasafi sop ni lini? <laughs> Wanasema Wasafi sop kokoto, unapotembea na nafulia naogelea, hadha sabuni, hadha sabuni, Wasafi sop yeah. yalla. yalla.

alie nchi yetu we na amani, tunaingia kwenye uchaguzi. Ya Rabbi, tuwekee wepesi tunavyoingia kwenye uchaguzi. Rabbil Alamin, tujalie Rais wetu Samia Suluhu Hassan aweze kushinda kwa kishindo. Ya Rabbi, waangamize wenye nia njema wenye nia mbaya na nchi yetu waangamize, watu wanaokuja na hoja tofauti ya no reform no election waangamize, la ya Rabbil alamin la ya Rabbil alamin la ya Rabbil alamin, tujalie nchi yetu ya Rabbil alamin, ijalie nchi yetu ina amani, jali Rais wangu Samia Suluhu Hassan azoe kushinda kwa kishindo Rabbil alamin la Allah ya Allah ya kushinda g imeita na ndugu yangu tuwe na na na na amani amani, ya ya Allah Allah. labbaik labbaik labbaik Allahumma la sharika innal hamdu nimeitwa nimeitwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu nimeshika nimeitika umeitika umeitwa na Mwenyezi Mungu umeitika mimi nimeitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeitika. haji haji haji haji haji, wallahu oh yes, oh, yes. akbar haji. Oh, no. Wallahi mabruk mabruk, nimeitwa na Mwenyezi Mungu nimeitika, nime nimeitika, nimeitika, raha raha, Allahu akbar Allahu akbar, tuko hapa wengi tumeitika, tumeitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeitika. Asante Ghalib Said Muhammed. Asante Salah Said Muhammad, Mwenyezi Mungu awabariki. Laamina, Mwenyezi Mungu awabariki, awape umri mrefu hmm, awape kila, kila zuri. Wallahi, Mungu awatunze Ghalib Said Muhammad na Salah Said Muhammad. Mungu awatunze, ni maombi ya dua. Mungu awatunze Rabbil alamin. Rabbil alamin.